Nikushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani na mimi ni Sauda Huseni, kuletea mazungumzo na wanawake kutoka katika sekta mbalimbali, lengo ikiwa ni kukupa elimu, ujuzi, lakini vile vile kukupa connection na kubwa kuliko yote ni kukupa tumaini jipya, wewe mwanamke ambaye unatufuatilia na leo tumekuja kumtembelea mkurugenzi mtendaji wa Mbezi um, Garden Hotel akijulikana kwa jina la Haika Lawere, ambaye tutazungumza naye mengi sana, historia ya maisha yake, safari yake katika biashara, changamoto anazozipitia na mengine mengi. Ni kusihi sana tafadhali usiondoke. habari mama. salama za kabisa. Mimi, unajua niko ni, ni, ni kwa Wachaga yani Wachaga wameninunua, ni mwalimu naita mwalie ah, mwalie mpora. Mpora. Ah, e, okay. <laughs> salama, salama kabisa tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri kwa kweli e, e. naam e. e. na, na, na kwa wale ambao hawamjui Haika Lawere, sasa tuangalie kwa kifupi uh, wasifu wake. Haika Lawere ni mkurugenzi mtendaji wa Mbezi Garden Hotel and Conference Center pamoja na Silver Star Hall. Mwaka 1994 alihitimu shule ya sekondari Zanaki, kisha akaendelea na masomo ya juu katika shule ya upili ya Jangwani hadi mwaka 1997. Baada ya hapo, alichukua hatua ya kitaaluma kwa kusomea diploma ya juu ya teknolojia ya habari na baadaye akaongeza ujuzi nje ya nchi, akihitimu shahada ya uzamili ya usimamizi wa biashara pamoja na teknolojia ya habari katika chuo kikuu cha Salford Manchester Uingereza mwaka mwa 2005. Haika Lawere si kiongozi tu wa kibiashara bali pia ni sauti yenye nguvu katika mitandao ya kijamii na kitaasisi. Ni mwanachama wa Tanzania Women Chamber of Commerce, Association of Tanzania Employers na pia Winners Ladies Group. Amejipatia heshima kupitia tuzo mbalimbali zinazotambua wa mchango wake. Ameshinda Africa Company of the Year Award kama second runner na katika Harusi Awards, tuzo ya best wedding venue na pia ametajwa katika top 100 best executive wa mwaka katika sekta ya huduma. Mwaka 2020 amepewa tuzo ya heshima ya kipekee kupitia women of the year award, na mwaka 2023 akapokea tuzo mbili, Tanzania women industrial award best hospitality. Haika Lawere ni mama wa watoto watatu anaendelea kwa mfano wa kuigwa kwa uthubutu, uongozi na nidhamu katika kazi na familia. Safari yake ni ushuhuda kwamba ndoto zikilishwa kwa bidii zinaweza kuchanua na kuzaa matunda yenye mafanikio kwa jamii nzima. Watu wameangalia wasifu wako Haika, kuanzia safari ya maisha yako mpaka hapa mtupitishe. um, Haika ni nani kwa ambaye hakufahamu? okay. Naitwa Haika Lawere, mkurugenzi wa Mbezi Garden Hotel na uh, ni graduate nimeza masters mwaka 2003, 2005. Please, please ah, nilisoma Lugalo Primary School, nikasoma secondary Zanaki O level, nikasoma high school Jangwani, then nikaenda Chuo FM, then nikaenda kusoma masters yangu Uingereza. Kwa hiyo ni elimu yangu kwa kifupi. Kwa mtu wa mjini, kwa, kwa wa mjini kabisa eh, wa Dar es Salaam hapa hapa <laughs> yeah, lakini ni, ni 100% mchaga ehe -eh, ndio baada ya kurudi kutoka masomoni nilikuwa nilijishikiza mahali kidogo, lakini sikukaa kama miezi mitatu tu, nikaona hapana kwamba mzazi wangu alikuwa kuna biashara ameanza hii hapa sasa, lakini ikawa kama vile imekwama, sio kama imekwama, lakini kama ime slow down kwao. Nikasema kwa, kwa elimu nilikuwa nimeipata masomoni nje ya Tanzania itaweza kunisaidia nikiweza kuiweka kwenye vitendo halisi. Kwa hiyo elfu mbili na sita nakumbuka nikaingia rasmi. Kwa hiyo nimeanza hapa 2006 mpaka leo hii sisi ni miaka 19. Na safari haijawa nyepesi sana kama watu wanavyodhania. Unajua kila king'aacho um, okay, yani kile kinachong'aa kimetengenezwa, yani vitu vimeundwa tuseme. Kwa hiyo by then akati naingia hapa um, miundombinu mingi nayo inaonekana pa sasa hivi haikuwepo. Na ni kwa sehemu nilishiriki kwa ukubwa wake kufanya na kutengeneza. Kwa hiyo by then tulikuwa tuna restaurant ambayo ilikuwa ni chakavu, ilikuwa imechoka, na ilikuwa pia imejengwa kwenye kiwango cha chini. Hatukuwa na kumbi za mikutano, ile jengo la mikutano ambalo labda mtaweza kuliona tukimaliza kipindi. Hatukuwa na ukumbi mkubwa wa sherehe za harusi wa kisasa, na baadhi pia ya vyumba vya kulala wageni havikuwepo kabisa. Kwa hiyo mimi kipindi hicho wakati nakuja, mtaji pia ulikuwa hautoshelezi. Kwa hiyo kwa ufupi, huyo ndo Haika ni mtu ambaye ni transformative, ni, ni mtu ambaye ni, ni, ni mbadilishaji mazingira, mtengenezaji mazingira na ni mtu ambaye naona fursa na kufanyia kazi, ni mtu ambaye ninakuwa na maono na kuyafanyia kazi, ni mtu ambaye nina amini ya kwamba nina nguvu ya ziada ndani ambayo bado sijaitumia hata sasa hivi, bado na, na vitu vingi viko ndani ambavyo havijatoka nje okay. Ninaamini kwa siku vitaenda vikitoka polepole pole. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye ninaweka lengo, ninaweka nia na nia, kisha jiandika vizuri, nikawa na hakika na ile nia ya ndani na nikawa na amani ndani yake, kila kitu piga huwa lazima kije kitokelezee kwa nje. Kwa hiyo wewe unaweza kukaa na kitu mimi hata miaka kumi kinatembea na mimi kinatembea na mimi lakini lazima siku fulani kija kitokezee nje. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambavyo Haika alivyo. Ehe, sasa uhalisia wa safari unavyoendelea ni kwamba kama naweza nikaendelea, kwa hiyo nilivyochukua mkopo wa kwanza nikajenga jengo la mikutano ambalo liko la ghorofa la ghorofa nne. na katika jengo la mikutano floor tatu zilikuwa ni completely kwa ajili ya mikutano, seminar, workshop na makongamano, na floor moja ilikuwa kwa ajili ya malazi kwa hiyo ile ya mikutano nikaweza kujenga nikamaliza, lakini ile floor ya kuweka malazi sikuweza. Kwa hiyo ilikaa miaka kumi, lakini bado akilini mwangu kwamba lazima vyumba kumi vije vijengwe, vyo vya kisasa na vyo vizuri kuliko vilivyokuwepo. Kwa hiyo by then nilipata mkopo 2009, mkopo wa kwanza. Tukaenda paka 2014 tukaweza kumaliza. Sasa 2010 kati ya 2013 pale nikaona kuna fursa zingine. Kwa hiyo nikaamua by then kwamba I need money again lakini as usual unakuta savings hazitoshi. Sijajua wafanya biashara wengine kama wanakuwa hela zinawatosha za savings, lakini mimi unakuta shida yangu mimi, nakuwa na maono makubwa kuliko nilichonacho. Na unapokuwa na maono makubwa, lazima utafute funding, yani lazima utafute pesa za kuweza kufid yale maono. Sasa mimi by then nikaa nimetafakari, nikafikiria nikasema mimi nirudi tena benki kwa mara ya pili. Japo wakati nafanya mkopo wa kwanza nilikuwa umenisha nichosha, na nikawa sihitaki kurudi tena. Lakini sasa nikajikuta yani, yananichanganya yananivuruga yani, alafu nakuta kwamba maono yanayoingia ndani mwangu yananichanganya mengangana pale, yani lazima nikizae ndo no, nipumzikeakujua yeah. Okay. Do. ni, ni kidogo Haika. Uh, ulivyorudi, baba alikupokea kwenye biashara? Baba yangu hey. Mama, mama yupo, alinipokea. Alikupokea yuo? Yes. Kuna watoto wengine wanasomeshwa, mm, wanaenda kusoma na wakirudi hawaoni kama kuna haja ya kuwekeza kwenye familia Una, au inawezekana wana hiyo haja lakini wazazi hawaoni kama wana hiyo uh, wanampe nafasi huo uwezo wa kufanya hivyo, na unakuta uh, mali inakufa yani, kama atakuwa ni mradi unakufa, na ni kwa sababu tu wazazi hawakuona hiyo nafasi ya kuwaweka watoto kwenye uh, biashara zao. Hiyo hulka wanasema wenzetu, uh, Wahindi wanayo, warabu lakini sisi uh, si wa Tanzania si wa Afrika, niseme Watanzania specific hatuna. Unafikiri kwa nini huwa hatuna hiyo tabia uh? Hatuna kwa sababu kadhaa kadhaa, kuna sababu. Sababu mojawapo ya kwanza, okay, wazazi wanashindwa kuwaamini watoto, na watoto wenyewe wanashindwa kuwa na uwezo, yani wanashindwa kujijengea kuprove the point. Hiyo kwa mfano mimi nisisemi kwamba nakuja hapo kuna vitu ambavyo nataka kuvifanya. Kwa hiyo niliweza kuprove. Sasa pia kuna watoto ambao wameshajaribishia kwenye biashara za wazazi. Wale wazazi hawakoni wale wazazi wengine. Labda kama ni familia nyingine kwamba walikuwa na impact gani? Walifanya hatua gani? Walibadilisha kitu gani? Wengi waliingia kwenye biashara, wakawa tapanyaji, wakawa ni walaji, wakawa ni waharibifu. Kwa hiyo anakaa pale, yeye anasubiri mshahara, anasubiri makusanyo, anakula au anatapanya. Kwa ile hali inasababisha wazazi wengi wasipende. Lakini pia wazazi wengi hawaamini watoto. Unaona? Lakini pia kuna watoto ambao hawana mahusiano mazuri na wazazi. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa una mahusiano mazuri na wazazi, unakuta mtoto akishaenda kusoma anajua kwanza nilikuwa ninapigwa, nilikuwa sipendwi, nilikuwa ni adhabu, ni yani nguvu nguvu. Kwa hiyo akiondoka ameondoka. Mimi najua watoto wengi tu ambao hawapendani na wazazi wao. Hawana bondi na hawapendani. Lakini nafahamu wengine ambao pia labda walijipata wakaona biashara za familia ni ndogo, kwa hiyo wanaona kwamba kwa nini dui, ni biashara ndogo, nianze kuikuza mimi. Ningekuwa ni mtu ambaye nina dharau kikweli, nisingerudi kufanya kazi hapa, kwa sababu by then, unajua sasa hivi watu wakiona hawawezi kujua ilikotoka, lakini ilikuwa ni ndogo, na nilikuwa najiona kwamba mimi ni mkubwa kuliko hii biashara. Lakini nikaanasema ya kwamba nikiweka bidii, nikiweka ufahamu wangu nao ujua, na maarifa niliyokuwa nimeyapata nitapa transform nitapabadilisha na kweli ina, sasa tatizo inachukua muda hela. Kwa mfano, wakati nakuja hapa hii ardhi hatakpeshk miaka minne kukaa na ni kuweka Kuka, vitabu na yani, mambo ya kifedha kuweka um, kutengeneza kutengeneza hiyo title yenyewe ipatikane, yani kule uzalali kuifuatilia ni, ni miaka mitatu nafuatilia hiyo title niipate, lakini by then mifumo haikuwa mirahisi kama sasa hivi, ilikuwa unaenda unarudi unaenda unarudi, yani usumbufu mkubwa sana, lakini baadaye nikaja nikapata. Kwa hiyo watu wanadhani mahali pakijengeka pamejengeka, hapana. Yani kila kitu kilichofanyika hapa kilinichukua miaka, unaona kama hivi unavyokuambia, ku process kupata tu niwe na bank, yani bank statement ilikuwa na hiyo hati imenichukua muda kuprocess kuwa na cash flow yani kwamba niwe na vitabu vizuri ambavyo vinaonyesha kwamba kweli hela inaingia, mfumo mtiririko wa fedha, kwa sababu ile, yule mtu anakupaje pesa? Lakini pia kuimprove hata vitu vidogo, paka rangi hapa, tengeneza pale, boresha hapa kidogo, ili angalau mtu anapokuja, yule mtu wa benki aone kwamba biashara inakopesheka, kwa sababu nilikuwa nahitaji fedha nyingi kidogo. Kama nilivyosema, mimi always maono yangu ni makubwa kuliko uwezo wangu, kwa sababu lazima una mechanism za, ku, za kupata mtaji na kupata pesa za yale maono. Kwa hiyo baada e, ku ya za ku, za kurekebisha hayo mambo, kwa miaka hiyo kabla minne Ndo nikawa naweza kukopesheka, ndo nikaenda benki, nikaanza kupush kupush, ili nichukua muda kama mwaka, lakini eventually niweza kupata ile hela. Kwa hiyo haikuwa kitu rahisi kama watu wanavyodhania kwamba tu labda nimekuja tu nimekuta, nikaanza juu kwa juu, hapana. Oh. Oh, Okay. Na ndiomana hata watoto wengine sasa kama ulivyosema, wanakuwa hawapendi ule mchakato, wanaona bora akaajiriwe au akafanya kitu chake. Sasa ndio maana kesho pofokta nyingine inawezekana biashara ni ndogo kwa anaona kwamba anafanya pale atajilipa nini. Inawezekana hapatani na mzazi wake. Inawezekana tu yeye mwenyewe pia ana tabia mbaya kwa sababu kuna watoto wazazi wengi ambao wamesomesha watoto lakini kwenye karakta, yani kuwajenga kitabia na kimfumo wa kinidhamu za kimaisha hawakujenga. Kwa hiyo akiwa na akili hana tabia labda ni mtapanyaji, labda ni mlevi, labda ni, ni mtu ambaye ana tabia ovu, mbaya, mkorofi, mkatili hawezi kuendesha biashara. Biashara inahitaji unyenyekevu inahitaji utulivu, inahitaji kuwa sahihi, una upole kwa wateja, inabidi kuwa na customer care, kuna so many things. Naam, nikushukuru sana kwa kuendelea kubaki hapo hapo, bado tuko na Haika Lawere. Tutakuwa na mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kuendelea. mm-hmm. Naam, ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako kuangalia UTV, na kipindi hewani ni Kidani. Nimewahi kushuhudia mara kadhaa, baadhi ya watu unakuta, unakuta familia yao ina biashara alafu alafu watoto ni wengi yeah. Unakuta labda kuna mtoto mmoja ana maono hayo ya kuendeleza ile biashara, na anapojitokeza yule mtoto kutaka kuendeleza ile biashara, kipingamizi hakitoki kwa mzazi, kinatoka kwa wale ambao, kwa ndugu ambao wazazi wao, kwako ilikuwaje? Au uko peke yako? Sisi tumezaliwa wanne, uh -huh. mimi ni wa kwanza kua na wadogo zangu watatu mimi by then okay. Sasa si ni bahati nzuri, bahati mbaya ni kwamba wadogo zangu wengine walikuwa bado wanasoma, alafu mwingine naye anamaliza shule. Kwa mimi walinikuta tayari nimeshaanza. Baadaye ni biashara ilianza kukua, kwa sababu nilichukua mkopo ule wa kwanza, tukajenga, biashara ilipanuka in terms of kila kitu. Kwa hiyo baada ya miaka kama tisa mimi nikapa mwenyewe, miaka tisa hapa Akaja mdogo wangu mwingine, unaona kuna mwingine ambaye alikuja lakini akufanya. Na wenyewe hawakuwa na pingamizi kwa sababu waliona mabadiliko, waliona ukuaji na waliona upanuzi. By then wakati haujaingia kwenye hii biashara, kwa hiyo sikupata hiyo resistance. Na nadhani sisi kwetu pia labda malezi kitabia, ndio sema mambo ya tabia na mwenendo kwa kweli wadogo zangu navyoniona mimi, mimi labda ni kama, ni kama ni mia wenzangu, labda wako ni mia elfu moja kwenye upole na utaratibu, yani ni wapole ni wataratibu, ni yani wachamungu pia, labda niseme hilo pia. Kwa hiyo tuna ile leniency fulani, yani hatuna ile ubishaji, siyo hapana. Uzuri sasa sisi <laughs> kila mtu anapata gawio lake. uh -huh. E, kama navyoongea na wewe, tuko watatu tunaofanya full time na mwingine haiko full time, lakini kila mmoja tunapokea mishahara yetu, tunapokea ni kipato kila mwezi, kama mshahara kama unavyopokea wewe, na tunapata sasa kama ni kama gawio, ukipata kifaida unapata kigawio chako sasa, na hata na yule ambaye haipo full time, na yeye anapata gawio lake, eh kwa hiyo tuna mapatano ambayo tunakaa kama board of directors, tunapanga kwamba mwaka huu itakuwa ni moja, mbili, tatu, na tukishakubaliana basi, kwa sababu kila mtu ana anafurahia kuona kwanza tumesogea kwa hatua hii. Kwa hiyo mimi nilifanya kipindi hicho wakati wenzangu hawajaingia, lakini kwa sababu nilifanya kitu ambacho kinaonyesha kuna pozi, kuna kitu chanya kimebadilika, kimebadilika ikawa rahisi kuja kuingia, lakini hata kama nisingebadilika bado kitabia Yaani, yeah. Naona sisi kwenye familia yetu ni more of tabia zetu ndo zimekaa vizuri zaidi, lakini sisi wote ni wasomi, wote tuna degree na masters. Okay. Eh, yeah, safi kabisa. Tu, tu kwanza tuzungumze swala la mkopo, ni katika kuja huko pia. A, moja ya vitu ambavyo vinatutesa wanawake hasa katika kuendeleza biashara, iwe ni ndogo ama ni kubwa. Mm. Tuzungumzie hata kuanzia biashara ya chini kabisa. Yeah. Ukukopesheka ni kunakuwa kugumu kwa sababu ya vitu ambavyo umetaja labda hauna a vitu ambavyo vinashikika na kadhalika, una security, lakini pia urejeshaji wa hiyo mikopo, wewe umesema ulichukua mkopo mkubwa kiasi kwamba <laughs> ulikusumbua kidogo kurudisha, lakini ulirudisha na ukamaliza kwa sababu ya maono uliokuwa nayo una, unafikiri kwanza ni kwa nini, um unapopata fedha na baadaye unashindwa kurudisha? Sio wewe, kuna wengine wanashindwa kurudisha ile fedha na baadaye uh, biashara inakufa, lakini kuna mwingine anakopesheka hela ndogo na anapewa lakini anashindwa kuifanyia kile alichokuwa anatakiwa kufanyia. Nadhani na sababu mojawapo ni kwamba okay, kuna watu ambao hawana elimu ya mikopo na hawajui madhara ya ku, ku, ku, kuto kulipa marejesho, lakini pia kuna watu ambao hawana elimu ya kutosha ya biashara hasa kipengele cha marketing, cha matangazo. Kwa hiyo mtu anachukua mkopo lese, mimi nimeenda kuchukua mali mkopo wa milioni 20, lakini je, yeah, mimi uwezo wangu wa kufanya matangazo nikafanya mauzo ya ma, ya kila mwezi nitarudisha milioni tano kwa mfano au milioni nne Je, yeah, mimi nimesha jenga uwezo wa kibiashara wa kupush bidhaa sokoni, nikauza milioni nne kila mwezi? Wengi unakuta hamna kitu. Cha pili, kuna watu wana elimu ya mikopo, hawajui kwamba ninapokopa sio kurudisha milioni ishirini naweza nikatoka kurudisha milioni thelathini kwa hiyo na maana kuna nyongeza zile riba. Swali so la kuja e yeah, kwanza mimi nimejiandaa kisaikolojia kulipa, na kuna watu wengine ambao kitabia na kimwenendo mkopo kwao hawajali, hawana yani, maadili. Bwana unajua swala la maadili, kwa sababu mimi ninapochukua hela niseme ule ukweli, kitu cha kwanza kila mwezi ni kuweka kutenga hela ya, ya, ya, ya marejesho. Cha pili baada ya hapo ni hela za kodi, cha tatu ni mishahara, cha nne ni matumizi ya hoteli, cha tano ndo yani, mimi huko. Yaani mimi almost nakuwa ni watano wa mwisho, wa mwisho kabisa lakini kila faida of course lazima nijilipe, umeona? Sasa kwa sababu watu wanatumia tofauti na kwenye vipaumbele, kuna mtu ambaye akipata hela kitu cha kwanza atubu, atibu matatizo yake mwenyewe binafsi, akishapa mishahara, akishapa kila kitu, ndio kinachobakia chochote kile anapeleka kwenye marejesho yani, yeye ya mkopo, hajali. Sasa mimi priority yangu kile cha kwanza ni financia ya, financia ya mtu alie nipa pesa ndo mtu wa kwanza, kwa sababu ile na basically mtu anapokupokesha yeye ni partner kwenye biashara kwa kama kwa sababu kumbuka ana ile security yako, ana ile Kiswahili kinaitwa nini? Uh, ana, ana ile collateral, ile ile kitu uchochochukua. Kitu unachoweka bond, rehani, ame, rehani anayo yeye. Kwa basically yeye ni partner kwenye ile biashara. Ina maana kama ulikuwa una asilimia 100, yeye labda ana asilimia 40, wewe una asilimia 60. Kwa hiyo maana kama ni partner chochote kinachopatikana pale na yeye kumbuka in terms of pesa ni lazima umlipe kwamba partner kwanza yeye ndipo wewe ujibakie na mambo yako binafsi. Na yeye anakuwa ameshikilia mpini mdau wako kwenye makali. Kwa, kwa hiyo <laughs> ile, ile nidhamu ya pesa na ule ufahamu wangu kuhusu kwamba mkopo, kwamba nikidefault tu property yangu imeuzwa, yaani mali yangu imeuzwa. Yaani ile kila nikikaa nikiwaza, yaani there's nothing which can stop it. Na ndio maana mimi tangu nimeanza kuchukua mikopo tangu 2009, mpaka leo 2025 sijawahi kudifuti hata siku moja including kipindi kile cha corona, mm uh -hmm, -huh, e, miezi yote yani yote sita, miaka yote 16 mi, mi, mi, miezi 12 mara miaka 16 ni, ni, ni, ni, ni miezi kabisa sijui 1000 mia ngapi sijawahi kudifuti hata siku hii wala kuchelewa siku hii hata hii moja. Namna gani una maintain hiyo hali? kwa sababu kwa mfano umezungumzia swala la corona uh -huh, kuna kipindi na hizi ni, huduma na biashara za huduma kuna kipindi zinapanda, kuna kipindi zinashuka, kuna kipindi unakuwa hivyo kwenye matengenezo, uboreshaji na kadhalika, na pesa pia inakuwa inatumika katika kipindi hicho. Namna gani unahakikisha kwamba uh, ile pesa inapatikana, ama kuna sehemu nyingine unaingoa au ah, wapi? kwa maana labda hujilipi au nini? Amna, amna, amna, yani mimi nadhani, uh-huh. pia nikipataga pesa na tabia kuweka akiba, kwa sababu kwa mfano kama mimi mara nyingi nina ile kama philosophy sasa, hata kama kampuni kwamba lazima niwe na akiba, marejesho hata miezi mitatu mbele kwa sasa hivi ninavyolipa mwezi huu si wa tisa au huu ni wa kumi huu wa tisa, inabidi ni marejesho ya mpaka Disemba. Ikifika Disemba nakuwa na, na marejesho ya mpaka Machi, hivyo hivyo kwa mii nakuwa na marejesho ya matatu mbele. Nakumbuka naongea kuhusu pesa nyingi hapa, nakupa hata kuhitaji, kwa sababu tuaeza wakashangaa sana. Kwa hiyo ili kuwa na marejesho matatu mbele, plus maendeleo ya kawaida, maisha ya kila siku lazima yaendelee, inanipa nidhamu na nimaikasema kwamba marketing, matangazo ile branding, watu wengi hawainvesti kabisa. Yani kuna mtu hana budget hapa sasa hivi na, na kile watu wanasikiliza hapa, hawana budget yoyote afanye matangazo. Wengi labda hawaamini katika matangazo, hawana budget yoyote. Yeye anafungua tu duka hapa, anauza basi ni madera, anauza basi ni viatu, anachosubiria ni mteja anayepita pale nje. Lakini biashara mimi, kwa fundi, niko Kumbezi Bichi, niko nje barabara Bagamoyo Road hivi, mimi mtu kunani ambaye anaweza akaja kanijua mimi? Mimi asilimia 99.9 wateja ni wateja wa mtandaoni. Kwa mimi wakati Facebook inaingia by then, wakati mimi naanza kuijua, sio wakati naingia, elfu mbili na kumi na moja ndo nilianza kufanya kule matangazo, kujisukuma kutengeneza brand, kufanya awareness kwenye Facebook. Nikaenda nayo mpaka kwenye elfu mbili na kumi na tano. Elfu mbili na kumi na tano wakati najenga ukumbi wangu huu ambao nilikuwa ndo mkopo wa pili nilivyoweza kujenga, elfu mbili na kumi na sita ndio sasa pale nikaamia Instagram kwa sababu wateja wa sherehe na harusi na shughuli hizi wengi, nikaisi au nikagundua, e nika kwamba kwa Instagram. Kwa hiyo kwanza nilipoingia Instagram pale ndo nikapanua sasa wigo mkubwa wa wateja. Kwa hiyo mimi nikuambia kabisa ya kwamba kitu kinachonisaidia mimi namba moja, jamani, ni matangazo basi na mimi na budget ya matangazo, nafanyika kwenye redio zamani, nilikuwa nafanya kwenye magazeti, nilikuwa nafanya kwenye TV, nilikuwa naenda kwenye ma exhibition naenda, yani kama yani, sasa bwana, nafanya maonyesho mbalimbali eh hey, naenda na, sasa mimi sibebi kitu na bado tuma flyer yangu eh hey, naweka bango langu pale kubwa, kwa kwamba tunafanya mikutano, harusi, sherehe nini nini, na kwa watu wakipita pale, na mimi nasimama barabarani pale nagawa vipeperushi, naongea kwa kila ma, exhibition nakuwa na, na shiriki na kama navyosema naenda kwenye kama hivi kwenye redio sali ni interview, sometimes napeka matangazo hata sasa hivi panda kuongea sasa hivi na matangazo kwenye TV. Yani one of the TV ziko ni zile ndogondogo, lakini hivyo hivyo napeleka hata online wad. TV hata nini ni redio ndogondogo zingine eh, zinakuwa ndio hivyo yani. Acha si si kwa za bei eh, ndogondogo kabisa. Nikitoka hapa tutazungumza sasa, kwa hiyo ile kufanya eh, matangazo. Lakini sasa mimi kwa sababu digital medium hii ambayo sasa ndio free actually yenyewe ndio imekuwa ndio namba moja kuliko media yoyote ile kwa sasa hivi, ambayo inaongoza kwa kufanya matangazo. Sababu hata matangazo yenyewe sasa ya kulipia nafanya mara moja moja, sasa kufanya katika mwaka labda miezi miwili au mitatu tu katika mwaka, yaani ile tu kushtua shtua kidogo kusanyiko lingine ambalo liko nje ya digital media yangu, nje ya social media tuseme. Okay, sawa. Na unawezaje Haika Maki, ndo swali nami nataka kukuuliza wewe unawezaje? Yaani sijui sometimes hata mimi sijui. Kwa sababu ifikia mimi mwaka 2000 hata nilichukua simalizii. Mm. Ninyi kachukua B, simalizi. Ninyi yeah. kachukua B nyingine simalizii. Umeelewa? simalizii kusema anachomalisha. Yaani hiyo pesa. Lakini unajua maana yake ni nini? Ki amount ambayo anachukua benki. Ni amount kubwa. Mm. Unakuwa na marejesho milioni 13 miaka mitano. Badala ya marejesho milioni 26 kila mwezi. Ni nyingi. Ah, sasa hivi kopongo sasa ni milioni 31 kila mwezi. That's a lot of money. Right. Hapo hujaweka kodi, hujaweka mishahara, hujaika maintenance haya ya kila siku matengenezo, mm. That is a lot of money. Siwezi kutaja hapa, mtu anaweza akashangaa sana. Unalala vizuri, Haika? Nalala eh tena eh. Nalala, mi nalala mpaka napitiliza. Nalala namtaga saa mbili na nalala, namka nashangaa

Alafu there is an energy, yani ninakuwa na nguvu ya ajabu ya kusukuma biashara sokoni. Kama ninavyosema mimi, niko Mbezi huku Mbezi Makonde, niko nje ya lami, yani kuwateja hapa kuja ni kazi sana, barabara yangu hata haijatengenezeka. Lakini believe me, ninavyokuambia, miaka 16 sijawahi hata kidogo kuacha kulipa. Kwa kweli ni neema ya Mungu. E, tunasali sana na tunamuomba Mungu sana, anatusaidia na anatupigania na natutendea sio kitu chepesi especially kama kwa mwanamke mm, na kwa biashara ya saizi hii na kwa aina ya mikopo ambayo nimeshaichukua na kwa mahali hii biashara ilipo, kikawaida, mtu mwingine asingeweza. Kuna mtu ana biashara iko Sinza, ana mkopo mdogo tu amedefault. Kuna mwingine iko Kinondoni kule ana mkopo mdogo kuliko mimi, lakini ana default. Ni kwa sababu yale maarifa, ninachotofautisha yani, ni maarifa. Watoto familia wako vizuri eh, mimi mtoto wangu mmoja iko chuo <laughs> <laughs> wa pili yuko ameanza form 6 tayari, okay. Anaingia chuo mwakani. Wa tatu yuko form 5 ah. Na mshukuru Mungu two boys, one girl. Okay, hongera sana na wanapata muda wa kukaa na mama na wanakuja kuona biashara ya mama, wanapata na wanakuja kutembea na angalia na tngonakuagania wakifunga na na shule hapa likizo. Sasa nikushukuru sana kwa muda wako. Asante da Saudi. Nashukuru sana. Asante sana, asante. Barikiwa. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Matumani yangu kuna ambalo umejifunza kutoka kwa Haika, kama wewe ni mfanyabiashara na kama wewe unatamani kuanza kufanya biashara, kuna namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye skrini yako, 08876666, ama unaweza kanifuata katika mitandao ya kijamii andika sauda underscore Kidani Show ama UTV TZ, na tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maandishi na usipige simu. Paka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.